Kwenye kuapishana kwenu msikamate a few moments later msahafu hii. Uchaguzi wa ndugu zangu, kuna watu walikuja wakatupa petrol bomb siku ya uchaguzi na kuna watu waliumia. Kuna nini hapa ndani ndugu zangu, ambayo inaanganiwa kiasi hichi, ambaye watu wako tayari kuwavunjia wengine heshima wala hawaoni, wako tayari kufanya mambo ambayo ni kinyume na dini wengine, si kwamba wanayafanya haya kwa sababu ya Uislamu, tunayafanya haya kwa sababu fulani. Mimi namkubali na fulani mimi simkubali, si kwa sababu ya haki. Fulani huyu hapa, uh, hustadhi ambaye anapinga vikali, eh, wanasiasa wote wanaotumia uh, kitabu cha dini kinachojulikana kama vile Quran kujiapisha ama katika hali ya kuapishwa, anasema kwamba wasitumie Quran kabisa, sababu wao tunawajua vitendo wanavyovifanya ni vitendo vya kikatili na ni vitendo vichafu ambavyo hata Quran yenyewe haikubaliana na vitendo hivi. Kwa saa, saa ina, inakuwaje tena wao wanafanya vitendo vichafu alafu baadaye wanaja kujiapisha na Quran? E, kuna ustadi hapa ambaye anapinga hali hii kabisa kabisa. Kitendo hicho anakipinga kabisa kabisa. Huyu ustadi anasema Quran ni kitabu kitakatifu. Kama unaapishwa kutumia Quran basi na inatakana uwe wewe ni msafi. Lakini kutumia Quran kujiapisha kwa mambo ambayo hayafai. E bwana, ustadi huyu anapinga namna hii ambavyo Viongozi wengi wanatumia Quran katika mambo ambayo hayafai na katika mambo ambayo sio sahihi. Sasa kuna video mbili hapa nitakwenda kukuwekea kionyesha ustadhi wawili wanavyoponda hali hii ambavyo watu wanatumia Quran vibaya, ama wanavyotumia kitabu cha dini ya Kiislamu vibaya. Ee bwana, zionee video hizo, halafu utakwenda kuniwekea komenti yako. Aa, kama unahisi ya kwamba ustadhi huyu kitu anachokizungumza ama kitu anachokieleza ni kitu sahihi kabisa, ama ni jambo ambalo anaongopea watu tu, we bwana, weka komenti yako baada ya kuzitazama video hizi, alafu utaniambia kama aa, unakubaliana na ustadhi huyu ama unazidi kumkataa ustadhi sababu kuna wengine wanasema kwamba ho oh, hawa maustadhi ndio wanaongoza katika ukatili kwenye maandamano. Lakini sijui kama uh, uh, maoni yako yapoje mtazamaji, utaweza kundondoshia hapo kwenye comment section ya Umbea Media TV. Zidi kuwa nami, uh, nikuachia video hizi uweze kujionea. Umbea Media TV, azidi kusubscribe. Yaani mtu leo anaishi kwenye nchi ya moto kwenye, kwenye nchi ya shimo ya moto wa jahannam na yeye anaendelea tu wala hajali. Lakini sasa anaogopa, maana yake majuto, maana yake ni kwamba anaogopa, mimi nikija kutoka hapa, yale ya maovu yote ambayo niliyafanya yatakuja kujulikana na wale ambao watakaochukua cheo. Kwa hivyo lazima nibaki hapa katika hali na mali, hata kama itamaana kuwatia watu ndani, kuwadhoofisha watu, kuwafanya watu ni maadui, kutumia njia nyingine mbaya zaidi kuliko hayo. Ndio, mnakumbuka miaka ya nyuma hapa, ndugu zangu, wakati wa uchaguzi. Nakumbuka kabla miaka ishirini imepita hii uchaguzi, ndugu zangu, tuna watu walikuja wakatupa petrol bomb siku ya uchaguzi, na kuna watu waliumia. Kuna nini hapa ndani, ndugu zangu, ambaye inanganiwa kiasi hichi, ambayo watu wako tayari kuwavunjia wengine heshima wala hawaoni, wako tayari kufanya mambo ambayo ni kinyume na dini. Wengine si kwamba wanayafanya haya kwa sababu ya Uislamu, tunayafanya haya kwa sababu fulani. Mimi nam, namkubali na fulani, mimi simkubali si kwa sababu ya haki. Fulani ni kabila langu, ule fulani si kabila yangu. Fulani ni rangi yangu, ule fulani si rangi yangu. Fulani mimi nikimchagua huyu na nikimsimamia, inshallah kuna kitu nitapata kwake, si kwamba tena simamia mambo ya haki na haya yatakwenda kuwa ni majuto, si hapa pa duniani ndugu zangu, hata mbele ya Mungu siku ya kiyama. Wa thalithuha adhabun yawm alqiyama, Mtume anasema na ya tatu yake itakwenda kuwa ni adhabu siku ya kiyama. Illa man adil, isipokuwa yule ambaye atakaefanya uadilifu akaipa uongozi haki yake akasimama inavyotakana kusimamwa hata kama yuko peke yake hatojali hiyo, atasimama kidete na wala hatuangalia huku wala huku. Kwenye kuapishana kwenu, msikamate mashafu, kwa sababu mnachoapia nyinyi ni kuilinda katiba mpaka kufa kwenu. Acheni kitabu kitukufu cha Qur'ani, kina adabu zake na heshima zake. Sifikirii mtu we leo unaitwa ukaapishwe Sijui kama utakenseli mimi na ada yangu, ukaahirisha. Wakati ndio mheshimiwa rais anakuapisha, uko mbele yake, nafupa hilo lishakuelekea, si rahisi. Kama mlivyosema, hamna dini, endeleeni kuwa hamna dini, msikamate maswafa na kuapa kwa msaafu, ndiweni